Barabara kabisa mtazamaji, na vilevile vile msikilizaji wa runinga ya NTV. Ah, ni siku nyingine tena, karibu katika kipindi spesheli ya utafiti wako, na papa hapa tutakuwa nikiweza kukupasha mengi kuhusiana na yale ambayo uyajui, na kutokana na utafiti ambao nilikuwa nimeufanya, nitakuwa nikiweza kudadavua utafiti wote ambao nimekuwa nikifanya. Na leo hii katika udadavuaji wangu, nitakuwa nikiangazia ni vyama vipi ambavyo ni maarufu sana miongoni mwa vijana, hasa ukiangazia kwamba tuko karibu kuweza kuingia katika awamu ama msimu upigaji wa kura mwaka 2027. Hivyo basi, nimefanya ukaguzi wangu na nitakuwa nikiweza kukupasha yale yote ambayo nimeyafanya kutokana na uchunguzi wangu. Na kabla niende hapo katika uchunguzi wangu wa kidata, nilikuwa nimetangamana na baadhi ya vijana wanieleze, ama walikuwa wamenieleza je, yeah, labda kikwao wanadhania ni chama kipi ambacho ni maarufu sana katika nchi yetu ya Kenya, hasa ukizingatia uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba unakaribia wacha, tusikilize kutoka kwao. Mi naitwa Juma Saidi Bobwede na ni mkazi wa hapa hapa Gulata anapata mi chama chenye napenda sana Kenya ni ODM, kwa sababu wako strategist, wako mipangilio yao wa mizuri. Naitwa Otino Florence Akinyi. Um, mimi kwa maoni yangu naona chama ambacho kinafaa ni hiyo ya ODM manake imeanza ilianza tangu kitambo, tangu zamani, imeanza kukuwa na hiyo umaarufu sana. Na mimi na kama vijana kwa jumla, naona ni ODM inafaa. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya hisia kutoka kwa vijana tofauti tofauti ambayo nilikuwa nimetangamana nao kuhusiana na hili swala la leo ambalo tunataka tu niweze kukueleza mengi kuhusiana nacho na tukianza na chama cha ODM, tuna chama cha UDA, tuna chama cha Wiper na tuna chama cha Roots Party. Kama unavyoona kwenye kiwambo cha runinga yako, ni kwamba eh, chama cha ODM kina rangi ya samawati, eh, chama cha UDA kina rangi ya machungwa chama cha Wiper kina rangi ya gray na Roots Party kina rangi ya manjano. Kiasilimia, ODM ina asilimia hamsini na nane, UDA ina asilimia uh, ishirini na tatu, Wiper ina asilimia kumi na Roots Party ina asilimia kumi. Hiyo ina maani hiyo ni kutokana na utafiti wangu kama mwanahabari wa kidata. Hivyo basi, eh, baada ya hapo nitakuwa nikiweza kukupasha mengi, ki mengi kuhusiana na chama e, vyama tofauti tofauti. Uh, ki county, tunaona chama cha ODM kina umaarufu mkubwa sana hapa nchini, na chama ambacho kilikuwa kinaongozwa na Raila Amolo Odinga. Chama cha UDA kinaongozwa naye Rais William Ruto, chama cha Wiper kinaongozwa sana sana na Kalonzo Musyoka, na chama cha Roots Party, chama cha Wajakoya hicho Haya, hayawache sasa tuangazie county. Anze na county ya Nairobi, taa kiangazia kaunti tano. Kaunti tano zile kuu kuna county ya Nairobi, kuna county ya Mombasa, kuna county ya Nakuru, kuna kaunti ya Kisumu na vile vile Eldoret. Haya, moja kwa moja kama unavyoona kwa kutazama uh, kiwambo cha runinga yako, ni kwamba county ya Nairobi ODM ikiwa na nemba ya samawati uh, kati ya kumi nimeipa sita kati ya kumi iko na sita. UDA iko na mbili nukta nne kati ya kumi, na Wiper iko na mbili, na Roots Party kati ya kumi ni moja. Haya, tuvuke kaunti ya Mombasa. ODM iko na saba, UDA iko na nne nukta nne na Wiper iko na nne, Roots Party iko na tatu. Katika kaunti ya Kisumu, twende nalo ni ODM chama cha Raila Odinga ni nane, ifuatiwe na chama cha, chama cha UDA ambacho ni nne alafu tatu alafu Waipa iko na tatu na chama cha Roots iko na moja. Eldoret iko na mbili e, ODM iko na mbili alafu UDA iko na saba e, alafu tukikuja, Waipa iko na tatu alafu Roots party iko na nne alafu tukimalizia na kaunti ya Nakuru, aha. Nakuru ODM iko na tano kati ya kumi alafu UDA iko na sita kati ya kumi alafu waipa iko na mbili alafu roots party ya wajakoya iko na tano. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya data ambazo ninazokuletea kutokana na uchunguzi wangu kama mwanahabari wa kidata. Leo nimeangazia kaunti tano. Uh, e, waka, wakati mwingine nitakuwa nikiangazia kaunti arobaini na saba. Hivyo basi asante sana kwa kutazama, tupatane wakati mwingine katika kipindi hiki cha takwimu. Jina langu ni David Lukoe. Kwa heri kwa sasa.